Haya, shime wapenzi wa simulizi TZ, karibu ni nyote katika mwendelezo wa sehemu ya sita ya simulizi ya mfanya usafi wa Monchwari. Hii ni simulizi TZ, langu jina ni mr a romantic kutoka papa simulizi TZ. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali, na hapa ndipo tulipoishia katika sehemu ya tano ya simulizi hii ya mfanya usafi wa Monchwari. Kalani alijikuta akisema kwa sauti ndogo. Ghafla kifuniko cha jeneza kilifunguka kwa kishindo na mwili wa mwanaume mrefu alioza ukaibuka kutoka ndani. Macho ya maiti huyo yalikuwa mekundu kama makaa, na mdomo wake ulitapakaa damu. Karani, sauti nzito ilisikika kutoka kwa mdomo wa maiti huyo. Hapo ndipo tulipoishia katika sehemu ya tano. Sasa tuendelee kupata utamu wa kila namna katika sehemu hii ya sita iliyojaa msisimko, vitisho, mzuri na simulizi nzuri na tamu. Tusonge pamoja tafadhali, ndugu msikilizaji. Karani alipiga kelele na kuanza kukimbia, lakini kabla hajafika mlangoni, mkono wenye kucha ndefu ulimkamata bega lake kwa nguvu. Usizani unaweza kunitoloka, sauti ya mama Zaina ilisikika kupitia mwili huo wa maiti. Karani alifungua kitambaa cha irizi na kukitupa juu ya maiti huyo huku akisema kwa jina la mwanga wa uzima, rudisha giza kwenye shimo lake. Mwili wa maiti ulianza kupiga kelele za maumivu, ukitetemeka kwa nguvu na kisha kuporomoka chini ukiwa umeungua vibaya. Karani na Mzee Mbwemwe walifika asubuhi hiyo kukagua maiti iliyokuwa imemfuatilia karani usiku huo walipolichunguza waligundua kuwa mwili huo ulikuwa wa mtu aliyefariki zaidi ya miaka miwili iliyopita, lakini bado ulikuwa na damu safi ikitoka puani na masikioni. Hii ni alama ya uchawi wa giza, alisema Mzee Mbwemwe kwa hofu. Je, mama Zaina bado ana nguvu, Kalaani? aliuliza. Ndiyo, Mzee Mbwemwe alijibu kwa sauti ya huzuni. Roho yake ya haijapotea, bado inazunguka na kutafuta njia ya kurudi kwa nguvu zaidi. Karani alianza kujiandaa kwa vita kubwa zaidi. Alijua kwamba mama Zaina hakuwa amemalizika, na giza lake lilikuwa likitafuta nafasi ya kurudi kwa nguvu tena, kwa nguvu kubwa zaidi. Usiku ulipowadia, upepo mkali ulianza kuvuma na kuzunguka nyumba ya Karani. Pazia lilipaa juu na sauti nzito ilisikika tena, nitakuchukua wewe na wote unaowapenda. Karani alisimama katikati ya chumba chake akiwa na ilizi mkononi, alijua vita kubwa ilikuwa inaanza. Upepo mkali uliendelea kuvuma nje ya nyumba ya Karani ukipiga madirisha na kuyatikisa kwa kishindo cha kutisha. Ndani ya nyumba ya Karani alisimama katikati ya chumba chake huku akiwa ameshika ilizi mkononi mwake. Mapigo ya moyo wake yalipiga kasi sana, jasho likimtiririka usoni. Nitakuchukua wewe na wote unaowapenda, sauti ile iliendelea kusema tena na tena, sauti nzito ya mama Zaina, sauti nzito ya mama Zaina ililindima tena ndani ya chumba cha karani. Kimvuli cha giza kilijikusanya kwenye kona ya chumba na polepole pole. Sura ya mama Zaina ilianza kuchomoza. Uso wake ulikuwa umeharibika vibaya, macho mekundu kama damu na ngozi iliyooza ikining'inia shavuni. Alitabasamu kwa dharau, kisha akanyoosha mkono wake uliokuwa umefunikwa na majimaji meusi ya kutisha. Muda wako umefika karani. Karani alipiga hatua za polepole kuelekea nyuma lakini kabla hajafika mlangoni, kivuli cha Mama Zaina kilimzunguka na kuzuia kila njia ya kutoroka. Ghafla, maua mekundu yenye michirizi ya damu yalianza kuchanua kutoka sakafuni. Harufu mbaya ya kuoza ilijaza hewa nzima ya chumba hicho. Hakuna pa kutorokea. Mama Zaina alikuna kwa sauti nzito. Karani alikumbuka maneno ya Mzee Mbwemwe utakapokutana na giza hilo, tafuta nuru ndani yako. Ndani ya roho ya mwanadamu kuna mwanga wa uzima, usiogope. Kwa nguvu zote, karani alifunga macho na kuanza kunong'ona maneno ya maombi aliyojifunza. Mwanga hafifu ulianza kuangaza kutoka kwenye ilizi aliyoshikilia mkononi. Hapana! mama Zaina alipiga kelele kwa hasira. Karani alifungua macho na kwa ujasiri alisema kwa sauti kubwa, kwa jina la nuru ya uzima na kufukuza, nimesema na kufukuza! Mwanga huo ulilipuka kama radi, ukienea kila kona ya chumba. Kivuli cha mama Zaina kilipiga mayowe ya maumivu na kupotea kama moshi unaopeperuka. Siku iliyofuata karani alienda monchwari akiwa na mzee Mbwemwe. Walipoingia walikuta wafanyakazi wote wakiwa nje wakiwa na hofu kubwa. Kuna nini? Karani aliuliza. Hatujui ni nini kilichotokea usiku, mmoja wa wafanyakazi alisema kwa sauti ya kutetemeka. Maiti zote zilianza kutetemeka ndani ya makabati yao, baadhi zilionekana kama zinajaribu kufungua mlango. Karani alimgeukia mzee mbwemwe kwa hofu, ina maana roho ya mama Zaina bado ipo? Ndiyo, mzee Mbwemwe alijibu kwa sauti nzito. inaonekana roho yake sasa inatumia miili tena, miili mingine kama makazi. Wakiwa ndani ya monchwari, walienda moja kwa moja hadi kwenye chumba cha kuhifadhi maiti. Mazingira yalikuwa yamebadilika. Ukuta mmoja ulikuwa umechorwa alama za ajabu kwa damu. hii ni alama ya mwito wa roho ya giza, mzee Mbwemwe alisema Wakati wakigagua chumba hicho, ghafla moja ya makabati ilianza kutikisika. Milio ya kucha zinazogonga mlango wa chuma ilisikika kutoka ndani. Ni mwili gani huo? Kalani aliuliza huku akitetemeka. Mzee Mbwemwe alisogea karibu na kuangalia jina lililoandikwa juu ya kabati hilo. Ni mwili wa Abasi, alisema. Karani alipatwa na mshtuko. Abasi alikuwa mmoja wa waliokufa katika ajali mbaya ya barabarani wiki mbili zilizopita. Ghafla, mlango wa kabati ulifunguka tena kwa kishindo kikubwa na mwili wa Abasi ukatoka. Mwili huo ulikuwa umeoza nusu, lakini macho yake yalikuwa mekundu kama makaa ya moto. Niko hapa kulipiza kisasi, sauti ya mama Zaina ilitoka kwenye mwili huo. Mwili wa Abasi ulianza kusonga kuelekea kwa karani na mzee Mbwemwe kwa kasi ya kutisha. Karani alichukua ilizi yake na kuitupa mbele ya mwili huo huku akisema kwa jina la nuru ya uzima, rudisha roho hii shimoni. Mwili huo ulisimama kwa muda mfupi, kisha ukarudi nyuma, lakini sekunde chache baadaye ulianza kusonga tena ilize haitoshi alisema mzee mbwemwe mama zaina ameunganisha nguvu zake na damu ya mtu asiye na hatia tunahitaji kuitakasa damu hiyo karani alikumbuka kuwa ajali iliyomuua basi ilitokea karibu na eneo ambalo mama zaina alifanya uchawi wake inawezekana damu ya abasi ilitumiwa kama sadaka ya kuzidisha nguvu ya mama zaina Damu yake lazima ifukiwe kwenye mchanga wa kiroho alisema mzee Mbwemwe. Waliubeba mwili wa Abasi hadi kwenye bustani ya siri iliyo nyuma ya monchwari, mahali ambapo watu wa zamani walikuwa wakifanya ibada za kutakasa roho. Mzee Mbwemwe alifungua chupa ndogo ya unga mweupe na kuanza kutawanya juu ya mwili wa Abasi huku akisali kwa jina la uzima, naomba roho hii ipate pumziko la milele, alisema kwa sauti nzito. Mwanga mweupe ulijaa mahali hapo na mwili wa basi ulianza kudidimia ardhini kama mchanga unaopeperushwa na upepo. Sauti ya mama Zaina ilisikika ikipiga mayowe ya uchungu kabla ya kupotea kabisa. Siku zilifuata. Hali ya utulivu ilirudi katika monchwari na mji mzima. Kalani alihisi amani kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu kupita, lakini usiku mmoja, alisikia tena sauti ya mtoto akilia nje ya dirisha lake. Aliposogea kutazama, aliona kimvuli cheusi kikitoweka haraka kwenye giza. Wow. Oh, hii ni sehemu ya sita. Tunaendelea kupata utamu wa kila namna. Langu jina ni Mr. A Romantic kutoka hapa hapa Simulizi Tz. Usisahau kusubscribe chaneli yetu ili uweze kuwa wa kwanza kupata simulizi na vipindi vyetu mbalimbali. Je, ni nini kitakachoendelea baada ya karani kusikia sauti ya mtoto mchanga ikilia? Lakini karani anaendelea kupitia majaribu ya kila namna, matatizo makubwa. Anazidi kusumbuliwa na Mama Zaina. Sasa je, Karani atafanikiwa kuchomoka na kutoka kwa ushindi? Songa nami muda na wakati mwingine katika muendelezo wa sehemu ya saba. Langu jina ni Mr A Romantic. Asante na kwaheri.